Ni miezi minane baada ya shirika Marekani USAID kujitoa, serikali kwa kushirikiana na wadau wa afya imetenga dola za Marekani milioni tisa nukta sita, sawa na shilingi bilioni ishirini na tatu nukta sita, kushughulikia afua za uzazi wa mpango nchini. Miongoni mwa afua za afya zilizotetereka baada ya kujitoa kwa USAID ni pamoja na huduma za uzazi wa mpango ambazo zimekuwa zikitolewa bila malipo tangu mwaka 1991. Fedha hizo zimewekezwa na Serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na Shirika la Umoja wa Mataifa la Idadi ya Watu UNFPA, Gates Foundation, Jamhuri ya Finland, Serikali ya Uingereza FCDO na Sweden. Hayo yamesemwa na mkurugenzi mkaazi msaidizi wa UNFPA, Daktari Majaliwa Marwa, leo Ijumaa, Septemba 26 mwaka 2025 kwenye maadhimisho ya Siku ya Kimataifa ya Uzazi wa Mpango inayoadhimishwa Septemba 26 kote duniani. Safari hii ina changamoto zake. Sote tunafahamu juu ya pengo kubwa la rasilimali fedha ambalo limejitokeza katika miaka ya karibuni, na kuleta ugumu katika utekelezaji wa huduma za uzazi wa mpango. Hata hivyo, serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na UNFPA, FCDO, Sweden na Bill and Melinda Gates Foundation imechukua hatua madhubuti tayari. Kwa pamoja tumetenga dola milioni 9.6 za Marekani, takriban shilingi bilioni 23.6 kwa mwaka wa fedha 24 25 kwa ajili ya uzazi wa mpango. Hata hivyo bado changamoto zipo na sote tunatambua uh, juu ya hili na sio tu changamoto za kifedha, bali pia ziko changamoto zingine. Hata hivyo, tuitazame hali hii kama fursa ya kuhakikisha kuwa kila mwanamke, kila mwanandoa na kila wenza wanapata huduma zinazohitajika katika kufanya maamuzi sahihi kwa maisha yao. Marwa amesema kuwa ni wajibu wa kitaifa kuhakikisha wasichana na kina mama wote wanabaki kuwa na afya njema wao na watoto. Dr. Marwa amesema uzazi wa mpango ni uwekezaji wenye tija kubwa kwa taifa na safari hii changamoto zijitokeza na kutengeneza pengo la rasilimali fedha na kuleta ugumu katika utekelezaji wa afya uzazi wa mpango. Leo tulipokusanyika hapa, ningependa tufikirie hadithi ya msichana mdogo katika moja ya jamii zetu, msichana ambaye ana ndoto kubwa, anatamani kuwa mwalimu, na katika mawazo yake anaona darasa lenye wanafunzi na ubaoni anaona kumejaa fursa ya maisha bora lakini ndoto hiyo inaweza kukatizwa ghafla pale anapopata ujauzito usiopangwa. Hapo ndoto ya darasa hufutika, nafasi yake huchukuliwa na changamoto ya kuwa mama katika umri mdogo. Hii siyo takwimu ya kufikirika, ni hadithi ambayo wanakumbana nayo wasichana maelfu hapa Tanzania. Lakini kwa huduma za uzazi wa mpango hadithi hii hubadilika. Mabibi na mabwana, siku ya uzazi wa mpango duniani sio tu kuhusu dawa peke yake, ila ni kuhusu uamuzi. Pia ni kuhusu kumpa msichana nguvu ya kuamua lini aanze familia yake, na kuhakikisha kuwa mimba zisizopangwa hazimzuii kufanikisha masomo na ndoto zake. Hili pia si suala la haki peke yake, bali ni wajibu wa kitaifa. Wasichana wanapomaliza shule, wao wenyewe huwa na afya njema, watoto wao huwa na afya njema pia na wanachangia zaidi kwenye maendeleo ya Taifa. Uzazi wa mpango ni uwekezaji wenye tija kubwa kwa Taifa. Wageni waalikwa, uh, mabibi na mabwana, ndugu mgeni rasmi, leo tukubaliane kwamba hatutabaki kwenye, kwenye maneno peke yake. Tuchukue hatua, tubainishe njia mpya za ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi. Tuwekeze kwa vijana wetu ili wajue kuwa uwezo wao hauna mipaka na kwamba wao wenyewe ndio watakaoitengeneza kesho yao. Kwa niaba ya UNFPA napenda kutoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, FCDO na washirika wote kwa mshikamano na ushirikiano wenu. Msaada wenu umekuwa chachu kubwa ya maendeleo. Pamoja, tunaweza kufanya makubwa zaidi. Tupo nanyi katika kila hatua kuhakikisha kuwa Tanzania inafanikisha malengo ya kwamba kila mimba iwe ni ya kupangwa, kila ujauzito uwe ni salama, na kila kijana aweze kutimiza ndoto zake. Tuwe kizazi kinachogeuza maono haya kuwa ya kweli, tuhakikishe simulizi za wasichana wetu zinakuwa hadithi za uwezeshaji, fursa na mafanikio, na si ndoto zilizokatishwa. Uwekezaji bora katika taifa hili ni uwekezaji bora kwa taifa ni kumwezesha kijana, kwani kijana wa leo ndiyo Tanzania ya kesho. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kutufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali ili uweze kufahamu mengi yanayojili ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Baki nasi.